Karibu Tabora, karibu Toronto. Walichomfanyia Paul hakikubaliki. Na tutahakikisha yafuatayo. Kikweli watumishi hawako omfotamo kabisa. Wana wasiwasi mwingi sana. Nipo ipata sauti ile, nikahisi na kifo cha mme wangu wakati mume wangu ndio maana nilitoa na, nani taarifa mapema, kwa sababu ili wawahi kumsaidia huyo mtu katika hali isiyokuwa ya kawaida na kutarajiwa na yeyote. Juni kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano ndiyo ilikuwa siku ya mwisho ya Paul Edward Madinda ambaye kwa sasa ni marehemu aliyekutwa na umauti baada ya kuvamiwa na kukatwakatwa mapanga hadi kufa na watu wasiojulikana. Kwa kweli iliniumiza sana kwa kifo cha marehemu kama, nilikuwa nilipata masikitiko sana nilipoipata sauti ile, nikahisi na kifo cha mme wangu wakati mume wangu. Ndio maana nilitoa nani taarifa mapema, kwa sababu ili wawahi kumsaidia huyo mtu. Kwa kweli nilisikitika sana kwa kifo ija wasifu wa marehemu Po Edward Madinda unamtaja kuwa alikuwa mtendaji wa kijiji cha Mwanduti kata ya mwongozo wilaya Kaliua jimbo la Ulyankulu mkoani Tabora. haiwezekani mchafue mchi Haiwezekani mchafue wilaya namna hii. Haiwezekani mchafue mkoa namna hii. Ni nyinyi nyinyi tu yani, ndani ya miaka mitatu matukio matatu, haiwezekani. Siku nyingine nitakuja nitaongea kwa sura ya kipole, lakini leo nimekuja kwa kuwa nimefadhaika sana na jambo ambalo limetendeka hapa, na nimefadhaika sana kwa historia ambayo mnafanyia hawa watendaji. Taarifa kutoka kwa wenyeji wa, wa, wa eneo hili zinasema kuwa mauaji haya kwa sehemu kubwa yamewafanya wanaume wengi kukimbia miji yao kuhofia usalama wa maisha yao, kama anavyoeleza diwani wa kata ya Mwongozo, Isaka Jacobo Kasonso ishirini na tano mtendaji wa kijiji alikuja kwenye shughuli zake za kawaida ofisi zake huko Mwanduti, alikuwa anakofanyia kazi, kwa sababu alikuwa anaishi Mwongozo center, ila shughuli zake pia anafanyia Mwanduti katika aji nye shughuli zake za kawaida za kujenga taifa. Wakati anarejea nyumbani, alikutana na watu wasiojulikana, wakawa wamemjeruhi na kumuua kumpotezea maisha hivyo tukio hilo pale limetokea katika kijiji cha Mwanduti na wananchi kuja kushuhudia tukio hilo na kuonekana kwa ile limetendeka. Kwa wananchi walishiriki kwa pamoja na msiba huo na kuchukua serikali na wananchi wote wa jamii na kutekeleza taratibu za kanuni na pia kuiachia serikali kuendelea kufanya taratibu zake za kiupelelezi na shughuli zingine za kiusalama. Kwa upande wake afisa mtendaji kata ya Mwongozo, Happiness Charles, analiomba jeshi la polisi kuongeza nguvu eneo hili, hasa uwepo wa kituo kidogo cha polisi ili kuondoa hofu na mashaka iliyotanda miongoni mwa jamii ya eneo hili ndio hifadhi. Mimi nashauri kuwepo na vituo, yaani kama polisi kunakuwa kuna na kituo kikubwa, kituo kidogo. Sasa sio kwamba wanashtukiza tu, TFS hawa hapa wamefika, lakini angalau wawe na kituo chao hapa, yaani kama ni kambi hata ni askari saba, nane, kumi, hizo. Lakini pia kuwepo na kituo, hii kata ni kubwa, lakini iko mpakani. Tunapakana na wilaya hiyo. Lakini hakuna kituo cha polisi. Kituo cha polisi ni mpaka, yani ni kilomita nyingi mpaka unafika ya mkuu. Unapita nusu kata tatu nne. Kwa hiyo wakituwekea kituo cha polisi pia itatupa comfort, comfortability ya kufanya kazi. Kikweli watumishi hawako comfortable kabisa. Wana wasiwasi mwingi sana. Wazee wa eneo hili nao kwa masikitiko makubwa wanatokwa na machozi ya uchungu kwa hiki kinachoendelea ndani ya kijiji chao. Najua serikali baba mama na haya, kredi, kwa alia yoyote. Kwa hivyo haya kweli huwa yanatokea na limetokea hapa kijijini kwetu. Najua limetokea kwa, kwa baadhi ya watu tu, lakini alia wengine wako sana kwa hivyo naomba serikali itusaidie, tumekuwa na ma maisha ya wasiwasi wasiwasi kubwa watugari kwenye majumba yao, lakini kwa ajili ya watu wachache tu. Mkuu wa wilaya Kaliua, ya Kaliua daktari Gerard Mongela anatoa msimamo wa serikali kufuatia mauaji haya, ikiwa ni baada ya kujionea hali halisi ya kile kilichotokea akiwa ameambatana na kamati ya usalama ya wilaya nimekuja kuwaeleza kwamba sisi pia serikali tumesikitishwa sana na tendo lililofanya. Sisi pia serikali tunataka kutengeneza mazingira kwa namna yoyote tendo kama hili lisije likajirudia tena. Sijui kwa nini, tukiwatazama kwenye mkutano kama huu, wanakijiji wanaonekana ni waungwana sana, lakini ukipata taarifa ya matukio na matendo yanayofanyika hapa sana. Walichomfanyia Paul hakikubaliki, na tutahakikisha yafuatayo. La kwanza, mnafahamu serikali ambavyo tumekuwa tukijitahidi usiku na mchana kutatua kero zenu, tukijitahidi muda wa kazi na muda ambao sio wa kazi, siku za kazi wala sio wa siku za kazi, kuhakikisha tunatatua kero zenu. Mnafahamu serikali ambavyo imekuwa ikifanywa kwa upendo katika kushirikiana na nyinyi katika kuhakikisha miradi yote mizuri mikubwa na midogo yote inatendeka ndani ya muda na kwa upendo wa hali ya juu. Ni vijiji vichache sana, pia hata katika maeneo yetu, au unaweza ukafika ukakutana senta ambayo iko mbali kiasi hiki, ina umeme ina zahanati na kila kitu. serikali imekuwa ikitatua migogoro, wengine hamtaja, ham, hamsemi tu, hamtoe taarifa huko. Kuna wakati tunatatua migogoro yenu mpaka siku ambazo sio za kazi, na wakati huo huo, kuna wakati migogoro yenu tunakuja kuitatulia ofisini, na wakati mwingine mnakuja mpaka nyumbani, tunakaa tunatatua migogoro yenu, ambalo nimekuja kulisema kwenu kwa uwazi, kwa kuwa tumesikitishwa sana katika nguvu ile ile ambayo tumekuwa tukitatua migogoro <coughs> tukitatua kero na tukisimamia miradi na huenda tukaongeza nguvu kidogo. Tutahakikisha jambo hili halijirudii hapa, lakini katika nguvu ile ile tutahakikisha wote waliohusika na hili jambo wanapatikana na wanaingia kwenye mikono ya sheria. Ombi hili ni vyema likazifikia mamlaka husika na kufanyiwa kazi kwa haraka, maana amani na utulivu ndio muhimu katika jamii ya Watanzania waangalie namna ambavyo wanaweza kutusaidia kwa kuongea na sisi physically mfano, uh, wa wilaya au mkurugenzi mwenyewe au katibu tawala wakaje kuongea na watumishi. Yani, an simu unazopokea ni nyingi mtendaji, hapana. Yaani hata wananchi una kiujumla, na wao hawako comfortable. Mfano nilikuwa nachukua na mwambia watu twende huko, hata viongozi wa chama sioona, wote wamekataa, wanasema nyinyi ndio tumewatoa sadaka nyinyi kila mtu anahofu kwa maeneo yalivyo hapo mtoni. Wewe mwenyewe utakuwa umejionea, pori ni kubwa, kijiji kimezungukwa na pori. Kwa hiyo sio rahisi sana kujisi huko salama. Kupitia mkutano huu wa hadhara, mkuu wa wilaya ya Kaliua anatoa maelekezo kwa kiongozi wa kijiji na TFS kufanya msako mkali katika mipaka yote ya hifadhi inayozunguka kijiji hiki na kuahidi kutoa kiasi cha shilingi milioni tano kwa mwananchi yoyote atakayotoa taarifa za upatikanaji wa wauaji hawa. Hivyo tutahakikisha tunatafuta na kupata watu wote waliohusika na hili. Tutaendelea sasa kwa nguvu zote kulinda mipaka ya hifadhi kwa sababu inaelekea hifadhi ndiyo inatuletea huu mgogoro. Yoyote anayejishughulisha na kilimo na ufugaji ndani ya hifadhi ya ache na kuna wengine majina yao tayari. Haiwezekani watu watano wafanye kijiji kizima leo kimekimbia. Haiwezekani watu kumi kisababisha kijiji kizima kisio kina amani. Nawaelekeza TFS waongeze nguvu na watoe watu wote huko. Maelekezo yangu mengine ya ziada, mabalozi, situpo mtendaji, hakikisha kila balozi ana daftari lake la wageni hmm. Tuandike wageni wote wanakuwa wanaingia hapa na mimi nitakuja kufanya na kukagua hayo madaftari, tujue wanaoingia, kwa sababu sisi tunaweza tukawa wema, kumbe kuna watu wachache wanaingiaga na kutoka, wanakuja kutuharibia sisi hali ya hewa. Tuwajue nani ameingia, tuhakikishe kila siku kila balozi ameandika mgeni kwenye uh, eneo lake ni nani, na kwenye hayo tuhakikishe madaftari yanakaguliwa, na mimi pia nitakuwa nakuja mara moja moja kuja kukagua kuona na kuhakikisha kwamba kweli tunaandika wageni wote ambao tuhakikishe kwamba wale ambao walipata karatasi sawa sawa wakapata na ruksa ya kuweza kuhamia huku hawatuletei watu ambao hawana uraia. Ushawishi wangu mkubwa kabisa ambao nitaupeleka kwenye mamlaka, kwa yeyote ambaye tutamkuta ameleta huku raia ambaye hana karatasi, na yeye tutashawishi serikali ifute uraia. Alafu wote wanajua pa kwenda kulikamilisha hili. Kwa yoyote miongoni mwenu atakayeniletea taarifa za uhakika kwa majina, na mimi nitahakikisha yeye ha, hafahamiki. Aniletee bana kwa uhakika, waliohusika ni moja, mbili, tatu, nne, tano, wakati anatoka ofisini kwangu, nitampa zawadi ya milioni tano, kwa sababu na yeye atakuwa ameturahisishia kazi kuhakikisha jambo hili halirudiwi tena. Kwa kweli msiba uliotukuta wananchi wa Kitenda moyo kwa ujumla umetuhuzunisha mno, kwa sababu kijana wetu alikuwa ni mchapakazi, alikuwa ni mpigania maendeleo, na tumefanya maendeleo naye kwa muda mfupi. Mpaka sasa hivi tumesha tumeshapata msingi wa zahanati kwa mtia yeye, mtendaji wa kijiji. Lakini baada ya kupata taarifa za kuwa amevamiwa, kwa kweli tushtuka mno na kukuta, kwa kweli hali tulioikuta pale kwenye tukio ilikuwa hali ya kuwa ameshakata roho. Kwa hiyo tunaendelea kuumia mno, na tunaomba serikali ifanye kazi yake ili na sisi humu tuishi kwa amani, kwa sababu mpaka sasa hivi watu amani hakuna. Kwa hiyo tunaomba serikali ifanye kazi yake. Kupitia YouTube channel, gonga na subscribe chaneli yetu ili uwe wa kwanza kuhabarika na kuburudika na Toronto Online TV. Karibu Tabora, karibu Toronto.